Habari za muda huu. Leo mtakuwa nami katika maelekezo juu ya mfumo wetu wa Afya Track, ambapo ni mfumo mahususi kwa ajili ya pharmacy. Mfumo huu unapatikana kwenye search engine yoyote ile kwa sababu ni web application, ambapo hii ni application ambayo inapatikana kwenye search engine yoyote, sio app. Kwa hiyo kupitia search engine yoyote ile ambayo unaitumia kwenye kifaa chako iwe simu, laptop, computer au tablet, utakuja kwenye sehemu ya search, utaandika far, utaandika ukishabonyeza hapo italodi, itakuja hii sehemu ya ku, sehemu ya ku login. Sasa unaweza ka login kama admin au kama user wa ka kawaida, kwa sababu mfumo una sehemu ya admin ambayo ndio muangalizi wa wafarms kwa ujumla, alafu kuna wale sasa wahudumu ambao ni mafama, mafamasia au tunawapa tuna, tuna jina la users kwenye mfumo. Kwa hiyo hapa sisi tuta login low lo kama, kama admin. Utaweka email hapo pia utaweka password. Okay, tuta login sasa. Kwa hiyo tukilogin mfumo wetu unaonekana hivi ambapo kuna vipengele kadhaa. Sasa hapa nitaelezea kwa ujumla mfumo wetu na vipengele gani na vinafanya kazi gani. Kwa hiyo tukianza mwanzoni kabisa hapa kinachoonekana hii ni dashboard. Ambapo dashboard inakuwa inakuonyesha summary ya kinachoendelea kwenye biashara yako ya pharmacy, ambapo kuna hii inaonyesha mauzo ya leo, inaonyesha mauzo ya kwa ujumla, hii inaonyesha bidhaa ambazo zipo kwenye stock yako hii inaonyesha bidhaa ambazo zinakaribia ku expire. Hii inaonyesha bidhaa ambazo tayari zimesha expire. Hapa unaona bidhaa ambazo zipo kwa kiasi kidogo ndani ya stoku yako. Kwa hiyo ukibonyeza tu mara moja kwenye kila kipengele, utapata overview ya kila ambacho ulikuwa unakihitaji, kama ni mauzo ya siku hiyo husika, tuseme kama ni dawa au vifaa ambavyo vinakaribia ku fikia muda wake wa matumizi ku expire. Hapo unaona kabisa kuna ambazo zinakaribia ku expire ndani ya siku tisini na moja mpaka mia themanini lakini hapo unaona zile ambazo zina expire ndani ya siku tisini. Kwa hiyo hii inakusaidia kujua ni bidhaa gani ambazo zinakaribia ku expire au pia ukitaka kuona low stock drugs ma, kwa maana ya dawa ambazo zipo kwa kiasi kidogo sana kwenye stock yako, kwa unaweza ukaja hapa uka, uka search kwa kutumia jina au kwa idadi. Tunataka ambazo ziko chini ya hamsini kwenye stock. Kwa hiyo ukisearch unaona inakuja list yake hapo. Okay. Kwa ufupi hiyo ndo dashboard inakuonyesha na hizi graph za mapato. Maana ila mapato yanaongezeka au yanapungua au mauzo yanaongezeka au yanapungua. Kwa hiyo hii itakusaidia kukupa overview ya kinachoendelea kwenye kwenye biashara yako ya pharmacy. Kuna kipengele hiki hapa cha sales, hiki kipengele kinakusaidia kuweka oda za mauzo kama unavyoona hapa. Kwa hiyo kupitia hii sehemu oda za mauzo umeshauza, labda mtu akarudisha bidhaa unaweza ka delete mauzo. Kwa hiyo ina vipengele vingi, sitaingia ndani zaidi. list ya vitu ambavyo viko kwenye, ya viko kwenye stock yako ambavyo vimepangwa kabisa kwa expired. Pia unaweka taarifa kwamba kitu kile expire lini kiasi ambacho kimebaki kwenye stock yako. Okay, tukirudi nyuma utaona hapa kuna sehemu ya products, ni ambapo una upload una upload bidhaa zako upload, kuna kuna zo, kuna zo kazi kwa kupitia Excel, baadaye ukai download una hii unaiweka kwenye mfumo wako. Kwa hiyo ni sehemu ya products. Lakini pia kuna sehemu ya ku expire, maana hapa inaonyesha vitu ambavyo vinakaribia ku expire au ambavyo visha expire, sio hivyo? Kwa hiyo hiyo ni sehemu muhimu sana kwa upande wa biashara ya pharmacy. Lakini pia low stock hii inakusaidia kuona ni bidhaa gani au dawa gani zipo kwa kiasi kidogo sana kwenye, kwenye stock yako, tukirudi nyuma utaweza kuona expense. Expense, maana hapa ni zile gharama za uendeshaji ambazo unazotumia kwa kila gharama, let's say umesafirisha dawa kutoka eneo moja kuja eneo nyingine inabidi uweke kwamba umetumia shilingi ngapi, expense kwa hiyo, inakusaidia kuja kufanya mahesabu mwishoni kwamba umetumia gharama gani za uendeshaji kwenye biashara yako, kwa hiyo faida yako ni kiasi gani? Okay, profit and loss hii sasa inakuonyesha, mfumo utakuwa na kufanyia hesabu kuonyesha kwamba umepata faida kiasi gani au umepata faida kiasi gani, lakini pia hapo utaweza kuona profit, kama profit yenyewe umeona eh wa kila kila kila dawa uliyoiuza utaweza kuona kama uli, uli apply discount au ulifanyeje. Mwishoni kabisa utaona profit, sababu inakusaidia kutoa kiasi ambacho ulinunulia dawa na kiasi ambacho umeuza. Ukirudi nyuma hapa pia una, una kipengele cha stock transfer, ambapo stock transfer inakusaidia kama wewe una pharmacy zaidi ya moja, pale ambapo me, let's say tume pharmacy A umepungukiwa mzigo wa paracetamol inabidi sasa lakini pharmacy B upo kwa hiyo, ukifanya ile transfer stock, kuna sehemu ya kurekodi inakusaidia ku avoid kuchanganya mahesabu kutoka kwenye pharmacy A kuja pharmacy B. Lakini pia kuna kipengele cha high and low demand hapa, inakusaidia kuona dawa ambazo zinaenda sana au zile dawa ambazo, na zile dawa ambazo zinunuliwi sana. Kwa hiyo inakusaidia kwamba kwa eneo lilipo pale ni dawa gani zina demand kubwa kuliko nyingine kwa hiyo ni muhimu sana, inakusaidia ku, ku track movement ya products zako. Lakini pia utaweza kuona deliveries, let's say umepokea dawa kutoka kwenye kampuni fulani au kutoka kwa muuzaji fulani ambaye anauza kwa jumla, kuna sehemu ya kurekodi kwamba umepokea kiasi gani kutoka kwa nani, tarehe ngapi. Kwa hiyo inakusaidia ku keep records, lakini pia kuna kipengele cha damaged goods kama tunavyojua biashara, labda kuna dawa zimeharibika labda au kuna kifaa kimeharibika. Mimi pia kurekodi vifaa ambayo vimeharibika. Hii nakusaidia kwenye mwishoni kujua kwamba nilikuwa na vifaa kadhaa vimeharibika na gharama yake ilikuwa ni hii. Lakini pia utaweza ku, hasa hii ni sehemu ya users, hasa hapa kwa admin, admin ambaye ndio muendeshaji anaweza aka akamrecord user mpya kwenye mfumo au akamdeactivate. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya, ya ya admin admin anakuwa na mamlaka fulani kwenye kwenye kwenye mfumo, lakini pia kuna sehemu ya messages ya maanaka hapa, kama labda ni, ni kuchati kwa watumiaji, labda kuna taarifa inabidi iende, unaweza mkachati hapa kama kawaida, either kuchati kama individual, kuchati kama groups ya, lakini pia kuna kuna sehemu muhimu sana ya permissions, kwamba admin ni wewe, kama admin no, wa pharmacy unaweza kumruhusu yule user ambaye ni pharmacist aweze kufanya vitu fulani au vitu vingine asifanye. Kwa mfano, unazoka mruhusu unazoka mzuia, tuseme asi asiweze kuangalia mauzo ambayo yanafanyika, au asiweze kuedit sales, umeona? Kwa hiyo ni wewe admin no, unazokaja kwenye sehemu yake kama ni pharmacist number 1 ukaedit kwamba huyu asiweze kuona mauzo labda, asiweze kuadi expense au unaweza kumruhusu afanye hivyo au vitu vingine. Report kwamba utaweza kupata ripoti kila siku za, za products zako mauzo bidhaa ambazo zinakaribia ku expire, faida ya, kuna report tutakuwa tunazipata kila siku. Kuna, kuna, baadhi ya report tutakuwa tunazipata siku ikiwa inaanza. Kuna nyingine baada ya siku kama report za mwezi tutazipata baada ya siku. Lakini pia kuna report za report za bidhaa ambazo zinakaribia ku expire tutakuwa tunazipata. Hiyo kwa ufupi, hii ndo overview kwa ujumla tu mfumo wetu ukoje, mfumo wetu na vipengele gani kama mlivyoona mfumo na vipengele vya kutosha kabisa ambao vinaweza kusaidia wewe kwenye biashara yako ya farmasia iende vizuri. Lakini pia huu mfumo uko haraka sana, kuwasema, hata kama ina internet kidogo, inaenda spidi kabisa, kama ulivyokuwa unaona tukigusa tu, tukigusa tu sehemu inafunguka haraka. Kwa hiyo huu ndio mfumo wetu unaitwa Afya Track ambao tumeutengeneza mahususi kwa ajili ya famasi. Basi kwa leo ni share hapo. Video nyingine kuhusu kila kipengele kinavyofanya kina kazi zitakuja. Kwa hiyo baada hapo natoka logout kwenye mfumo ya, asanteni.